ali ya usalama imeendelea kuimarishwa kuelekea uchaguzi mkuu. Hapa ni mkoa wa Kusini Unguja, ambapo kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Daniel Shila amesema Jeshi la Polisi mkoani humo limejipanga imara kuhakikisha linakabiliana na matukio swala so, la utulivu siku ya uchaguzi limezingatiwa sana. Najua kuna watu wanaongea ongea kwamba kuna kuandamana. Mimi nawaambia, maandamano hakuna na askari wapo tayari kukabili mtu yeyote ambaye atajichanganya akaandamana huko. Dodoma, jeshi la polisi limewahakikishia usalama wa kutosha wa Tanzania hapo kesho, siku ya kupiga kura. Hakuna tishio lolote la kiusalama kama tulivyowahakikishia Oktoba 26, 2025. Aidha, ningependa kuwatahadharisha kuwa kuna kikundi cha watu baada ya kuona wameshindwa kuvuruga amani ya nchi yetu. Jeshi la Polisi wakati linaendelea kuwafuatilia ili liwatie nguvuni kwa mujibu wa sheria, linatoa rai kwa wananchi, mtakapoona au kutumiwa picha ya mjongeo na taarifa kama hizo, au vipeperushi na mengine yanayofanana na hayo, muyapuuze. Tumie Omari, Azam News <mulia>